Kabla sinde ni waombe sana. Watu wasifanye mchezo. Tutakuwa na vitu tisa katika vitambulisho, na tutaviboresha baadaye ambavyo kila kitu ni, tuna taasisi nyingi hata baadhi ya mabenki